Onyesho lililopita katika Ukurasa Mpya. Nani amewahi kusikia anamfanyia mtu surprise na akamwambia kitu nitaka kumfanyia? Uh, basi nikitoka shuleni leo nitapita hospitalini kuja kumuona. Mm. Ukifanya hivyo utakuwa <laughs> ni miongoni mwa tiba zake. Ndio, wewe dagaa Situ dagaa wala situ kambale, jina langu hamjui no. jina No, yako ndio ni zuri, lakini nikinem limekupendeza hata <laughs> kama niliuza mpira ndo uniite dagaa. Wembona ulini babwa mdeni nikakuangalia tu ha. Sasa wewe, nacho kimuli chako unataka tukuite kambale, yeah. Nini ndiyo wewe umepewa pasi ya mpira umeuza ha. Unakuwa kama sanyoton bwana, anakuja kuintroduce topic, hajafundisha anaacha swali. Hmm? Good morning, classic. Today I'm going to teach you about quadratic equation. I'm going to teach you again Quadratic equation. What? Quadratic equation. Five hmm. square plus is equal to zero. Solve equation. Sasa huyo ndio mwalimu wa mwendo kasi. <laughs> yani <shoga>, <laughs> <kini hamna>. <laughs> Mpilani mmenita dagaa, haitoshi, mmenita kambali bado mnanifananisha na yule mwalimu wenu mjinga mjinga. Acheni ujinga, twendeni. Lete kanga tupepee. <laughs> Shida, matatizo, wanadamu kawaida. Usikate, musikate tamaa, jikaze barida, we matatizo, matatizo, jikaze yeah. Matatizo tumombiwa vimbe hai oh oh. Jikaze, matatizo tumumbiwa viumbe ai. Usilalamike, utamkufuru retureta duniani. Achana zile zama, hizi zama mpya. Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya. Ye, achana zile zama, hizi zama mpya. Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya. Ye, ye, ye. Jikaze, matatizo tumombiwa viumbe hai. Usilalamike, utamkuvula letuleta dunia. Je, kuona sikumbilize Uh, ni kweli babu yangu alilazwa, kwa hiyo nilikuwa na angaika, angaika naye katika pirika za matibabu, na kama unavyojua mimi ndo mtu pekee ambaye anantegemea. Pole. Asante, najua najua, matatizo <laughs> ndio sehemu ya maisha ya mwanadamu, lakini mwombe Mungu tu atukinge na maradhi. Ni kweli, ni kweli. <laughs> <Kwa hali? laughs> Ah, unajua kuwa, kuoa kunahitaji uelewa kunahitaji uelewa wa hali ya juu sana. Hapo. Hivi, um, dini inaweza ikawa ni chanzo cha watu kutokuishi pamoja, inawezekana. Unajua, mwanadamu tumeumbwa katika misingi ya imani, imani ya mapenzi, imani ya dini, imani ya maisha husika ambayo mwanadamu anaishi. Lakini kuna swali nataka nikuulize, na wewe, siku mbili hizo ulikuwa wapi? Sema. <laughs> ah, ulikuwa wapi? yeah, <laughs> Kenedi pamoja na Pamela, nyinyi ni miongoni mwa wafanyakazi inayoamini sana katika kampuni hii, na ndio maana kila ninachokifanya ni lazima nashirikishe nyinyi kwanza, ndiyo nilifikisha jambo katika management, kujadili kwa pamoja. Ni kweli madamu, kampuni kwa sasa imefikia hatua mbaya sana kiuzalishaji na kwa upande wa masoko pia, yaani bidhaa tunazozalisha zina ubora unaokubalika na TBS, lakini hapati masoko kwa wakati na kufikia tunakosa ushindani wa kibiashara na makampuni mengine. Madam, naweza kufanya uchunguzi katika kampuni yetu. kuna msaliti. Kwa nini? una wasiwasi na nani? Brown. Brown? Yes madam. <coughs> Mi nadhani sio Brown pekee wa kufanyia uchunguzi, labda kama unao ushahidi wa kutosha kutudhihirishia kama yeye ndiye msaliti mkuu wa kampuni hii. Uchunguzi ufanyike, uende, tukagundua mengi pia ambayo hatuyafahamu. Basi tuendelee na shughuli nyingine, ila naombeni sana swala hili nataka libaki kuwa siri mpaka pale tutakapopata pa kuanzia.

namal hata kuondokana na mtu ambaye na nampenda, hata kuona njia kali, nikipimu na Mungu ni mtiani e, ina e maana kila kwenye mtiani uweze kulia nakufuru nakukombea ukweli, kwa sababu nakupenda, nakupenda, nakupenda, nakupenda. Mimi inategemeo yangu kupeki yako mama Bonika, askia ndoto zangu zimefika mwisho sasa. Naomi, kwa nini unasema hivyo? Kwa nini Bonika, eh? <laughs> mi nakufa ndio, oauwa zimefika mwisho. Sikia nikwambie, Naomi. Sikiliza mpenzi wangu, nikwambie sasa. Mpenzi, matatizo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu umesikia, na kila binadamu unayemuona katika hii dunia ana matatizo yake, lakini sio wote wenye kuyatangaza sawa. So, nakuomba usilie, utapona tu. Kuumwa sio kufa naone, Monika yangu siyo maradhi ilokuwa nayo, nichamshukuru Mwenyezi Mungu ofu yahuku mwaja kakangu Jakobo peke yake atabaki, oh, na nani jamani, Mungu nikwambia kitu nikwambie, naona wewe ni mwanamke, tena mwanamke jasiri, sawa, ni mwanamke ambaye unaweza kuvumilia kubwa na dogo, najua, najua ofu yako najua lakini hautakufa na mimi, mimi hautakufa. kwa ajili hauta ya maradhi, hautamwacha Jakobo wako, sawa? Nakwambia utapona, turachangu sawa. Naomba inuka, jifute nacholikandokinaba Ujua, Mr. Michael. Hmm. Nambie Mr. Anderson. Vipi changamoto za kibiashara unazionaje? Ah, changamoto za kibiashara zipo, najua biashara yote duniani ni lazima iwe na changamoto, na changamoto ndio kipimo halisi cha uelewa na kujua mafanikio katika jambo lolote lile, lakini mimi bado nina matumaini katika biashara zangu. Naona umeamua kumwachia mwanao asimamie na kuendesha kampuni yako. Vipi, mbona umeamua kukimbia katika biashara? <laughs> Sijakimbia. <coughs> nadhani nimekimbia, Mr. Anderson? Hapana, sijakimbia, ila na umri nao unamata, umri unachangia kwa kiasi kikubwa, lakini um, pia huwezi kuipata chanya katika kile ambacho ume amua kukianzisha wewe mwenyewe na kukiacha. Unamaanisha nini? Ah, namaanisha kwamba chui anapozaa watoto wake ni lazima afundishe kuwinda, ili inapotokea mama chui au baba chui kufariki, basi watoto waweze kujitafutia riziki. Kwa hiyo unataka kuniambia mwanao ataitwa chui mwindaji? Yeah. Halo. <laughs> Eh, subiri nitakupigia bana. Samahani Mr. Mr. Michael. hamna tatizo, hamna tatizo Mr. Anderson. Vipi mbona naona biashara zako zina zinashuka siku hadi siku? Ah mimi biashara zangu bado hazijayumba, isipokuwa maji tu ni kama maji anakimbia kwa sababu changamoto za kibiashara huwezi kuzitofautisha na mawimbi. Kuna kupanda na kushuka. Unataka kuniambia Mr. Anderson kwamba wewe bado unaiogopa hasara? Hapana, sina <miju> maana hiyo <miju>. Kumbe ulikuwa unamaanisha nini? Nilikuwa namaanisha urudi katika mapambano ya biashara. Uh, unajua mzazi hawezi kuwa mpumbavu kwa mwanawe, na ujasiri wa mtoto anaujua mzazi. Kwa hiyo mimi bado naamini kwamba mwanangu ana uwezo wa kukiendeleza kile ambacho mimi nimekianzisha, k okay. Basi mimi ngoja nikuache.

Bosi. Kuna mgeni wako nje. Nani tena sasa hivi? Kuna, kuna jamaa fulani ana mandevu mengi lakini ka, kasema na shida ya muhimu sana na wewe. Hizo mambo yako ulivyo, hapo utafikiria kwa kesho. Eh.

Bema kiukweli hali ya mzee wangu ni mbaya sana. Please doctor nilikuwa naomba uende ukamsaidie. Amezidiwa sana? Yeah. Ndio maana nimekuja njia nzima nikiwa nakimbia. Nahitaji msaada wako doctor like sio <sighs> okay. No. Sio kama mimi napenda sana kukusumbua, lakini mwanangu anashindwa sana kuvumilia Huye ndo mwanamke wa maisha yangu, naome, naomba nipatie nafasi katika mana wako, natumikie vizuri. Sikiza nikuambie kitu, inatosha mimi nesevitubaki kuwa marafiki sawe, afu nikuambie hakuna kitu wanachokithamini duniani kama elimu. Wangapi wanasoma lakini wanakuwa eh, na mahusiano. Mama wangu nipatie nafasi na mimi nitaweza kujutia hata siku moja kupenda, naome, unajua na kuheshimu kama kaka, warafiki yangu basi naomba ah, na mimi uniheshimu kama mdogo wako. Alafu nikutoe tu wasiwasi, kuna mtu nampenda sana sana, atakayondoe mtu wa maisha yangu yote, si mwingine ni elimu. na maana mimi unanichukia? <laughs> Sikuchukii ila unanisumbua sana nyande, na ukiendelea nyande nitamwambia kaka Jacob. Umenielewa? hata kesho ukisikia nimekufa, tambua kuwa nimekufa nikiwa nakupenda sana. Wewe ndo mwanamke wa maisha yangu. Naomi, jina lako nimejifazi katika paji la moyo wangu, nilalapo niamkapo, huwo nakufikiria wewe. Naomi, siwezi si bila wewe, nakupenda. Usikufikiria hata Naomi, nakupenda. Chata, chati, baby, riweza, <laughs> kuni hizi zimeloaloa na mvua ndio maana zinaniangaishe muna pa nimekuuliza, mpaka kifua kinaniuma nalazimaatuuleshg <laughs> <We are, chata. laughs> yangu halafu, Naumi, nimekumbuka nikuulize swali mm-hmm. Hivi kwa mfano anakuja mtu hapa sasa hivi anakuambia kwamba anakupenda kwa dhati wot alichukulia joamaoneka shoga yangu, yani mimi nikajua unaongea mambo ya maana hasa. Mimi mapenzi wapi na wapi? Yani katika kitu ambacho mimi sikifikirii mapenzi yani, sifikiri kabisa na sitokuja kuifikiria, shoga yangu, Naomi <laughs> naoe hey, chuma yani mimi sio chuma, chuma kabisa. hmm. <laughs> Ananisumbua uko mtaani kila siku, nikipita huku njia mzee ngakondoku ananifata, nikipita huku njia kwa mzee ananifata, yaani sina hata amani Mm. kakaangu huyo naami, uongo mi sijaweza kunaongopea bwana, sasa mimi ni kuongopea labda napata faida gani? Shoga yangu yaani kakaako ananisumbua, ananisumbua dunia akuna basi mimi mwenzangu nilikuwa hata siliji hiyo ndio kwanza ananiambia haya ngoja bwana niende ndani kachukue vikombe, chai ipo tayari tuje tunywe sawa? Haya. tunywe tuwahi kwenda kule uwanjani yaani leo mechi ikija wale eh? hizi so nne bwana tano bila sawa? sawa. aa leo hakuna madei madei Hebu usanaje jibu langu, mama. Na siku nazidi kuroma afu nianpatia jibu hata siku moja, unakuwa unapita tu afu mieseleweni nini ambacho kinaendelea. Hmm. Asaweka kanyande. Sisi ndo wadogo zako. Natakiwa utufuatilie, tusome kwa bidii, tufanye vizuri darasani. Sasa wewe ndo wa kwanza kututangulia, si wadogo zako. Hivyo hilo unalichukuliaje? Nilikuwa nikiamini kwamba kuna kesho yenye mabadiliko. Kesho yenye upendo juu yangu. Naweza katokea siku ukanipenda. Naomi, angalau ukawa na mimi ukanikubalia, lakini kila siku nazidi kunishindia tumesumali ya moto katika moyo wangu. Naomi, sina mwanamke mwingine anayempenda, siwezi bila wewe mama wangu. siwezi na kwa haya ut unifanyia mama wangu. Mi nakwambia kabisa nitakuja kufa kwa sababu mimi nitakufa mama wangu, nitakufa. Sasa utakufaje hizo dogo zako tu? Eh, maana wewe unajua kitu gani ambacho mimi kitakuja kunipa? Ufahamu? Na wewe unafahamu ni kiasi gani mimi ninavyokupenda na wewe? Ufahamu moyo wangu unavyozidi kuumia juu yako mama. Niseme vipi? Nizungumzi na kitu gani muamini nakupenda kupenda? Nifanye kitu gani katika hii jamii? Huenda basi naweza nikapata nafasi kwako. Huenda nikaja nikawa mwanaume wa maisha yako. Niambie. Nikupe nini? Nifanye kitu gani Mama, katika maisha yangu mimi, sawa? Tangia nianze kuishi sijawahi kumpenda mwanamke wa aina yote zaidi ya kupenda wewe. Siwezi na sidhani kama inawezekana. Ninakupenda maisha yangu yote, apo kwako, lakini kila siku nakuona, nifanyie mbo kama serewnaakaminishi maisha gani s siwezi oh. Nyande sikia nikuambie, tu mimi siko tayari kuendesha mahusiano na wewe sawa kwanza eh? Nyande, naomba usinifuatilie tena, umesikia? Mimi na malengo yangu na elimu yangu. Unajua jinsi gani natafuta elimu kwa shida, usinifurugie malengo yangu. Nyande, sawa, nimekuambia sitaki, sitaki unifuatilie Nyande, sitaki wewe. Mbona kwani hutaki kuelewa kwe mtu aina gani? Kwani uja wana, wanawake ujaona? umeniona mimi tu nyande? Unajua unanichanganya mimi sevi kwenye masomo yangu, naumiza kichwa kwa ajili yako. Umeniingiza kitu kingine ambacho sikitaki kabisa kingekuwepo. Kwani unapenda kunichanganya? Kwani unapenda kunisumbua nyande? Ah. mi nimekukosea nini lakini. <coughs> Minakupenda, minakupenda <coughs> Mimi nitaendelea kukupenda na wewe. Mimi sitaacha kukupenda. Sitaki unajua Nyende. Sitaki Nyende. No. Sendi mimi. Mone kwanza. ananisumbua <laughs> ananisumbua kaka, ananitongoza mi kila siku namkimbia, niskii mpaka <laughs> <laughs> saivi <laughs> <laughs> kaka, saivi nachanganyikiwa. Shule ni kwa ajili yake, ananichanganya Ameenda huku. <laughs> Huku naona watu wananitazama huko akinicheka sana. Mwana, maisha yamenipiga mpaka nakumbuka zile zama, huzuni imenitawala, sina hata mtu wa kumlilia ya shida, nafosi sana mchana, mengi yananipita, mimi ninalala japo ukurasa oh, oh, mpya na mambo mapya, ukurasa mpya, ukurasa mpya, mm, mm,